Mtazamaji wa KJ Media karibu na ungani nami tena katika kipindi chetu. Kama tunavyojifunza kwenye vipindi vilivyopita, utakuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi, na mada yetu kubwa, kuna umuhimu gani wa wanafunzi kujifunza somo la jinsia hususan katika level ya chuo? Na leo, Go. Kwa jina anaitwahea, ni mwanafunzi wa diploma wa na katika chuo cha DSJ. Kwangu mimi umuhimu wa kusoma somo la jinsia ni mkubwa sana, kwa sababu kwanza unatufanya tujue au tuwe na uwezo wa kutofautisha kati ya mwanamke na mwanaume kwa namna gani Watu wengi katika jamii wanatofautisha mwanamke na mwanaume katika nadharia ya nje, yaani kwa muonekano wa nje, lakini e, kupitia elimu ya jenda ambayo tunafundishwa hapa katika chuo chetu inatufanya tuwe na uelewa mpana zaidi kumtofautisha mwanamke na mwanaume, sio tu kupitia e, muonekano wa nje, lakini pia kupitia e, fakta au sababu za kibiolojia kwa hiyo kwangu mimi umuhimu wa kusoma somo la ajenda ni mkubwa sana. Kwanza natufanya tuwe aware au tuwe na uelewa kuhusu zana nzima ya jinsia, lakini pia natufanya tuelewe kuhusu jinsi kitu ambacho watu wengi wamekuwa wakichanganya siku zote kati ya jinsi na jinsia. Kwa hiyo kwangu somo la jinsia ni miongoni mwa masomo ambayo serikali inapaswa kuyapa kipaumbele katika level za vyuo vikuu. Asante uh, kwa majina naitwa Miriam Zakayo ni mwanafunzi wa chuo cha DSJ. Kwangu mimi umuhimu wa kusoma jinsia A, kwa upande wa chuo ni mkubwa sana kwa sababu pale mwanafunzi anapokuwa najitambua au kujielewa katika swala so zima la upande wa jinsia, inamsaidia katika mambo mengi sana, kwanza kabisa kujitambua, kujielewa na kujithamini. Unajua katika mazingira ya chuo tunaishi katika wakati tofauti tofauti, lakini pia kitu ambacho kinawatofautisha sana wanafunzi wa chuo ni katika suala so zima la balance ya hela. Uh, watu wengi sana wanaamini kwamba mwanaume ndio mtu pekee ambaye anatumia kiasi kidogo chana cha fedha katika matumizi yake tofautisha na mwanamke, lakini ni uongo. Uh, matumizi ya hela yanakuwa na kiasi kikubwa sana endapo mtu akitambua nafasi yake kama jinsia yake kwamba mimi ni msichana, mimi ni binti, basi matumizi yangu yananipasa nifanye moja mbili tatu. Lakini pia, cha pili ni kwamba a uh, katika haki na usawa, unajua uongozi wa sasa hivi umekuwa ni kwa vijana yes, mtu na, anakuwa anakuja kuwa kiongozi mkubwa kuanzia hapa levo ya chuo anapokuwa anajitambua kama mimi ni mdada, lakini pia mimi ni mkaka kwao, anakuwa anasema kwamba yes I I will be I can. Sasa kupitia njia hiyo, maanake kama nikichukulia nafasi yangu ya kijinsia kwamba ni msichana, siwezi. Na hawa walikuwa wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari hapa DSJ, yani Dar es Salaam School of Journalism wametoka kuelezea ni namna gani somo la jinsia linaweza kuwaongoza katika maisha yao ya kila siku katika kubalance usawa wa kazi, usawa wa uongozi na pia linaweza kuwasaidia katika maisha ya kila siku. Ulikuwa nami mtangazaji wako Kelly Jackson. Na je wewe unaelewa nini kuhusu somo la jinsia? Usiache kudondosha komenti yako, nami nitafurahi kuona komenti yako. Usiache kushare hii video, tuende kupata ni jinsi gani watu wanaelewa kuhusu hili somo la jinsia.